Siku kadha zilizopita vyama vya siasa, serikali na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC walitia saini kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, wabunge na madiwani ya mwaka 2025. Hatua hii inaelezwa kuwa ndio ya awali au ya mwanzo kwa mchakato wa uchaguzi. Mimi ni Sudi Mnete, nimefanikiwa kumpata mwanasheria mkuu wa Chadema Dr. Rugemeleza Nshala e, mwenyekiti wa tume huru Mm -hmm. ya taifa ya uchaguzi INEC mm -hmm. Jaji Jacobs Mwambegele amesema kilichozungumzwa mm -hmm. na tume hiyo ni tafsiri yao, na kama Chadema, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, chama chenu hiki wana tafsiri tofauti, basi mtafsiri wa mwisho atakuwa ni mahakama. Sasa hoja yangu ya mwanzo inakuja, mna mpango wa kupeleka swala hili mahakamani? Sisi mpango wa kwenda mahakamani huwa huwa haupo. Sisi mpango wetu ni kupambana na hao watu kwa sababu unaweza kuona una mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi ambaye anakuwa na shingo ngumu, ataki kutumia kutumia taaluma yake kuweza kujielekeza pale kanuni zinasema zitaanza kutumika siku moja baada ya uteuzi wa wagombea. Leo umeona hata CCM wenyewe wamegeuka angani, wanasema uteuzi wao utaanza uta tarehe ishirini na nane mwezi wa sita. Sasa, eh? Wewe ka unatunga kanuni ambazo hazijaanza kufanya kazi, unasema zinaanza kazi tarehe kumi na mbili mwezi wa nne elfu mbili na na na na ishirini, ishirini na tano, yani kwamba ile tarehe ambayo bado kanuni hazijaanza kufanya kazi unasema tayari zimeshawabana na mtu ambaye hajasaini ameshajitoa, kwa maana yake anakuwa amesimamishwa au amezuiwa kushiriki katika uchaguzi. Sasa kama na na huyu ni jaji wa mahakama ya rufaa. Nasema hivi kwa nikiwa na nikiwa na heshima mtaaluma yote taaluma ya sheria, nisingetegemea masuala kama hii. Sio, sio hata hoja za kubishana, ilikuwa natakiwa hivyo kwamba tume yeye imekosea lakini kwa kuwa wana shingo ngumu wenda wengine wetu mioyo migumu kama ya nani kama ya Farao, kwamba hawawezi kubalini kutaka kusikiza ku, ku, ku, ukweli. Wewe hmm. ni mwanasheria tena mwanasheria gwiji, unaonesha kukwepa kufanya juhudi kisheria. Mnataka kupata haki kwa mtindo upi? ha, kwa vurugu we, na, na, na tunakwambia kwamba mfumo mzima wa uchaguzi umeparaganyika umeharibika. Hizi kanuni ni sehemu ndogo ya mambo ya, u, ya uozo wa, wa mfumo mzima wa uchaguzi kwa hiyo sasa sisi tunaona kwamba namna pekee ya kuweza kuwa na, na mfumo mzuri wa uchaguzi ni kutunga mfumo mpya. Lakini hizi ndio dalili za jinsi za, sababu za, za, za, za mfumo fa nini umeparaganyika, yaani mfumo huu umeharibika, na kila kila siku unavyoendelea unaona matatizo na na, na, na, na, na madhara ya mfumo mbovu. Yaani kwamba hata hawa watu zile hoja ambazo hazitakiwa hata kubishaniwa sasa zimegeuka za kubishania. Eh, afu tena kwa nini kwa vijembe kwa dharau na kwa kejeli. Wanasahau kwamba wanatumia fedha ya umma, fedha ya Watanzania ambayo mimi na wewe tunalipia kodi. Sasa hawa watu wafanyeje, wakati katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya ishirini na saba ibara ndogo ya pili inasema kila mtu atawajibika kupiga vita e, ubadhilifu e, na uharibifu wa rasilimali za umma. Wa, wanatumia wa, rasilimali wa, wa, wa, za umma katika kugharimia mchaguzi ambao hautatupatia, ambao sio uhuru na haki. Na mahakama ya rufaa katika kesi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali wenzake wawili dhidi Dr Amani Warid Kaburu ilisema kuwa na matumizi mazuri ya rasilimali za umma, kwa sababu matumizi yote, yote, yote ya mali za rasilimali za umma katika nani ambaye ayaleti ay -ay -ay -ay uzao au zao la, la uchaguzi huru na, na haki ni kinyume cha katiba na ni kinyume cha ch ch sheria sasa tusingetegemea tunaendelea kubishana na hizi hoja. Miaka thelathini imepita tokea ule uamuzi umetolewa, lakini leo tunaendelea kubishania vitu ambavyo havitakiwa kubishaniwa. Sisi tunazimana ukasema no reforms no elections, bila mabadiliko ya, ya, ya, ya bila mabadiliko kusiwe na uchaguzi, hakutakuwa na uchaguzi. Kwa sababu gani? Ni kwamba mfumo umeoza, muda umekwisha. Manake mwezi wa kumi unakwenda kwenye uchaguzi, huu ni mwezi wa nne sasa. Haya, yatafanikiwa? Okay. Uh, is, uh, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tungwa ndani ya siku moja mm. ile mwaka sabini na saba bunge ilijadili kwa saa mbili ikapita. Kwa hiyo kama ukiwa na nia, nia ya dhati, kwa sababu kazi kubwa imeshafanyika, tuweze tunaweza tukapata katiba au tukaja na vipengele madhubuti vya nini vya mfumo vya wa uchaguzi. Sasa kama nakubadilisha na, na, mambo ya msingi kwamba tume ikawa huru tukafanya kazi kama haiwezekani, CHADEMA iko tayari hata kwamba uchaguzi usogezwe hata, hata mbele kwa mwaka mmoja, lakini tunaamini kwamba ukiwa na nia ya dhati inawezekana kabisa tukarekebisha mfumo wa uchaguzi tukawa na tume huru, na hao wote ambao hata unaona wanang'ania kuendelea kukaa pale na kufanya maamuzi ya ajabu ajabu na wenyewe watakuwa wameswagiliwa mbali. Utapata, utapata watu ambao watakuwa na dhamira safi na wenye nia njema kabisa, dhamira zao ni takatifu na wataweza kusimamia uchaguzi kwa namna inayofaa, na mwisho kwa napua wa siku wapatia Watanzania kuakisha ama Watanzania wanapo wanapata viongozi wao wanaochagua na si kwa kwa wizi na kiriba ambao kama mfumo wa sasa unavyofanya. Kwa nini katika hili mnaonekana kama mpo peke yenu? Darasani huwa kuna mtu wa kwanza na mtu wa mwisho. Sasa inategemea tu, tunazungumza na watu gani sisi. Chadema akili zetu zimetambulisha kwamba mfumo ni mbovu. Tumezungumza kila, kila mtu. Tume ya jaji Nyalali mwaka tisini na moja ilisema kwamba lazima uh, mfumo wa uchaguzi ufumuliwe na uundwe upya. Tume ya jaji Kisanga ikasema hivyo, sasa tume ya jaji Warioba ikasema hivyo. Sasa wenzetu kama wengine hawataki kuona kuna tatizo, maanake kuna shida kubwa katika uwezo we, wao kufikiria. Sasa hatua kama hii inamnufaisha nani? Sasa kwa sababu uh, upo usemi, wanasema kifo cha panzi ina, pengine inaweza kuwa furaha kwa kunguru. Nyinyi mmejiweka pembeni, lakini vyama vingine vipo. inalenga kuinufaisha Tanzania. Tanzania imeonewa na, na, na mfumo mbovu huu ambao unafanya CCM itawale itaka kutawala milele. Umesikia m, na, na, na makamu umesikia makamu mwenyekiti wake anasema kwamba watatawala mpaka Yesu watakaporudi. hao ni watu gani ambao unataka kuzungumza nao? Mkatibu wao mkuu alisema aliyekuwepo Bashiru Ali alisema, alisema, alisema, alisema kwamba kwa nini watatumia dola kubakia na dola sasa hapo, hao una watu unawategemeaje? Unazungumza na watu wa aina gani? Ni kwamba wao wameshatengeneza mfumo wa dola utahakikisha wao wabakie, wabakie pale madarakani milele. Haiwezekani, lazima tuseme hapana. Tumeonewa kiasi cha kutosha, tumepuuzwa kiasi cha kutosha, tumenyanyaswa kiasi cha kutosha na tumeibiwa kiasi cha kutosha. Tunataka mapinduzi. lakini ha. Kuna mgawanyiko ndani ya CHADEMA na bila shaka mmegawa pia wafuasi. Haileti mashaka ya ustawi wa chama chenyewe? Kuna watu hata hata tano waliondoka, hata CCM waliondoka hata nani, vyama vingine vimeyumbishwa yumbishwa. Chadema viongozi wake wengi wamesha kuondoka tu, chama kimesonga mbele. Kwa hiyo hiki ni chama madhubuti kabisa. ambaye anaona kwamba hii treni ya ya mabadiliko na treni mafanikio aweze kuipanda, tunamwambia ana hiari kabisa kuondoka. mmefanya mashauriano na mwenyekiti aliyepita Freeman Mbowe au tuseme uongozi mpya na mambo mapya? Mwenyekiti mwenyekiti ni mjumbe wa kamati kuu. Uamuzi wa no reforms no elections ni uamuzi ambao ulipitishwa chini ya mwenyekiti Mbowe na hiyo maana hiyo sisi tuna mkutano mkuu mkuta mkuta, mkuta <mikuta mbwe> <mikuta mbrefu> ambaye yeye alikuwa mwenyekiti. Kwa hiyo tunatekeleza yale ambayo yaliamuliwa chini ya mkutano wa mwenyekiti Mboe. Lakini Mboe amekuwa kimya kwa muda mrefu. Ah, sasa hilo ni swala la kumuuliza yeye, lakini sisi tunafahamu kwamba maamuzi ya mkutano mkuu wa Chadema uliofanyika tarehe ishirini na moja na tarehe ishirini na mbili ishirini ishirini na tano chini ya mwenyekiti Mboe ndio ulitoa azimio hilo. Sisi tunatekeleza kile ambacho mkutano mkuu uliamua ili Chadema irejee katika uchaguzi huu wa Oktoba. Mambo gani muhimu mnataka yatimizwe kwa maneno mafupi? Eh, yaliyonyo lazima kuwe mabadiliko, mabadiliko ya msingi katika katiba, kuunda ku, ku, tume ya taifa ya uchaguzi ambayo itakuwa ni huru. Lazima sheria zote za uchaguzi zibadilishwe, tume ya taifa ya uchaguzi iweze kuajiri wafanyakazi wake, watu wa usalama waweze kuondoka, vyama viweze kufanya kazi ya siasa na kwa namna inayotakikana. Angalau tufanye hilo kwanza, tuweke msingi imara ambao kwamba viongozi watachaguliwa kutokana na matakwa ya wananchi. Kwa hiyo lazima mfumo mzima wa uchaguzi lazima ufumuliwe kuanzia kwenye katiba kwenye sheria na hata hizi hata hizi ma, kanuni za ajabu ajabu ambazo zimetungwa ambazo kwa kweli ni za zinakiuka katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Mna hakika kama haya yatotokea katika wakati mwafaka? Muda una taradha mtu lazima unasema e, lenga au e, nuia makubwa Utakapoishia pale ndio mafanikio yako. Sisi tunapambana, tunaendelea mapambano. Sisi mapambano yetu si ya leo, sio ya kesho, ni ya muda mrefu. Sisi ni watu ambao tunajua kukimbia marathon, kwa hiyo tunategemea kwamba tutaweza kushinda. Unavieleza vipi vyama vya siasa vya upande wenu, upinzani, ambavyo vimejiweka pembeni na vimekwisha saini kanuni za maadili ya uchaguzi? Waangalie wa, wa, wa, wa, wa, dhamira zao, kama kweli hicho walichokisaini, kama wanaweza kama kumwamini CCM CCM, kumwamini CCM, sasa na kumwamini koboko sawasawa, kwa hiyo kama huyo nyoka aina ya koboko unaweza kumwamini sawa. Cha maana tu ni kwamba CCM wanajua wa, wa, ni wataalamu wa, wa, wa, wa, wa, kupoteza muda kama mpira wa miguu. dakika wa wa, tano za mwisho wanapoteza muda mpaka huo mpira unakwisha. Wamevuta muda tokea mwaka tisini elfu mbili ishirini na mbili kufika ishirini na tano walivuta muda tokea mwaka tisini na mbili mpaka mwaka tisini na tano wakaendelea mpaka hivi sasa, bila bila kutupatia mabadiliko ya msingi ya ya ya, ya, ya, ya, katiba ya nchi na mabadiliko, na sheria za, za, uchaguzi. Kwa hiyo CCM kama mpango wao ni kwamba watakaa madarakani milele Lazima vyama viamke, vijue kwamba kumwamini CCM ni sawa na kumwamini nyoka aina ya koboko. Dokta Rugemeleza Nshala ambaye, hmm, ni mwanasheria mkuu wa chama cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, ni kutakia heri na nakushukuru kwa kushiriki mahojiano haya, asante sana. Amin, asante DW. Tunavuma kwa kishindo.